Nchi ya Oman katika guba ina jukumu muhimu tena katika diplomasia. Katikati ya Muscat, wawakilishi kutoka Iran na Marekani wamekutana kwa mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja, lengo lao kuzungumzia masuala nyeti ya nyuklia na usalama wa kikanda. Kinachotafutwa ni uwezekano wa kuimarika kwa uhusiano baada ya miaka ya uadui au hatari ya kuongezeka kwa mzozo katika moja ya maeneo yenye wasiwasi mkubwa duniani. Anayeongoza ujumbe wa Iran ni waziri wa mambo ya nje Said Abbas Arakchi, akiwa na mamlaka kamili kutoka kwa kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei. Upande wa pili, ingawa si moja kwa moja, yuko Stephen Witcock, mwanadiplomasia mzoefu anayewakilisha Marekani kama mjumbe maalum wa masuala ya mashariki ya kati. Mazungumzo haya yakiratibiwa na waziri wa mambo wa Oman Said Badr al Busaidi, yanafanyika katika mazingira ya kutoaminiana na historia ya ahadi zilizovunjwa. Ili kuelewa umuhimu wa mazungumzo haya tunarudi mwaka 2015. Wakati huo Iran chini ya Rais Hassan Rouhani iliingia katika makubaliano ya mpango kamili wa pamoja wa utekelezaji unaojulikana kama JCPOA. Makubaliano haya muhimu, yaliyofikiwa kwa ushirikiano na mataifa sita yenye nguvu duniani, ikiwa ni pamoja na Marekani, yaliipa Iran unafuu kutokana na vikwazo vya kiuchumi kwa kubadilishana na kuweka mipaka katika mpango wake wa nyuklia. Makubaliano haya yalisherehekewa na wengi kama ushindi wa diplomasia, ishara ya nguvu ya mazungumzo badala ya mapigano. Hata hivyo, hayakudumu kwa muda mrefu. Mwaka elfu mbili na kumi na nane Marekani chini ya Rais Donald Trump ilitoka katika JCPOA ikidai kwamba ilikuwa na dosari na haikushughulikia ipasavyo mpango wa makombora ya Iran au shughuli zake za kikanda. Marekani kujitoa katika JCPOA kulikuwa na athari kubwa. Hakukuongeza tu mvutano kati ya Washington na Teheran bali pia kulitilia shaka mustakabali wa makubaliano ya nyuklia. Iran ikijibu vikwazo vya Marekani ilipunguza utekelezaji wa ahadi zake chini ya makubaliano, ikaongeza kiwango cha urutubishaji wa uranium na kupunguza upatikaji wa wakaguzi wa kimataifa. Leo suala la nyuklia ni muhimu katika mazungumzo ya Muscat. Utawala wa Biden, ingawa uko tayari kujiunga tena na JCPOA, umesisitiza kwamba Iran lazima kwanza irudi kutekeleza majukumu yake kikamilifu. Iran kwa upande wake, imedai kuondolewa kwa vikwazo vyote vya Marekani kama sharti la mazungumzo yoyote kuhusu mpango wake wa nyuklia. Kwa Iran, mazungumzo ya Muscat ni fursa ya kupata nafasi yake inayostahili duniani. Tehran imesema mara kwa mara kwamba mpango wake wa nyuklia ni wa amani na kwa matumizi ya kiraia kama vile uzalishaji wa nishati na isotopi za matibabu. Inaona vikwazo vya Marekani kama dhuluma na aina ya vita ya kiuchumi. Msimamo wa Iran unatokana na imani yake ya haki ya kujitawala na kukataa kile inachokiona kama viwango viwili vya Magharibi. Inasema ina haki sawa na taifa lingine lolote kuendeleza teknolojia ya nyuklia kwa matumizi ya amani, ikionyesha kuwa ni mwanachama wa mkataba wa kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia au NPT. Marekani kwa upande wake inakaribia mazungumzo ya Muscat na lengo wazi: kuizuia Iran kupata silaha za nyuklia. Washington bado ina wasiwasi mkubwa kuhusu malengo ya nyuklia ya Iran na imeonya mara kwa mara kwamba haitavumilia Iran yenye silaha za nyuklia. Utawala wa Biden ingawa unatafuta suluhisho la kidiplomasia, haujatupilia mbali matumizi ya nguvu za kijeshi kama suluhisho la mwisho. Msimamo wa Marekani unasukumwa na mambo mengi, ikiwa ni pamoja na wasiwasi kuhusu utulivu wa kikanda, usalama wa washirika wake Mashariki ya Kati kama vile Israel na nchi za Ghuba na uwezekano wa mbio za silaha za nyuklia. Marekani inasema kwamba tabia ya Iran hapo awali, hasa ukosefu wake wa uwazi na Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki au IAEA, inatia shaka kubwa kuhusu asili ya mpango wake wa nyuklia. Mazungumzo ya Muscat yanapoendelea, njia iliyo mbele haijulikani. Kutoaminiana, simulizi tofauti na uzito wa historia, vyote vinaweka kivuli kwenye meza ya mazungumzo. Hata hivyo, katikati ya changamoto, kuna mwanga wa matumaini. Iran na Marekani zimeonyesha nia ya kuepuka kuongezeka kwa mzozo na kuchunguza njia za mazungumzo. Matokeo ya mazungumzo ya Muscat yanaweza kufungua njia ya mchakato mpana wa kidiplomasia, kupunguza mvutano wa kikanda na pengine kufufua JCPOA. Kushindwa kwa upande mwingine kunaweza kuwa na matokeo mabaya, kuongeza hatari ya mzozo wa kijeshi na kuitenga zaidi Iran duniani. Dunia inafuatilia kwa makini, ikitumaini kwamba